Kabunda Hassan anajitangulizia ndani ya box, anadondoka ile faul. Mwamuzi anasema ni penalty. Wanapata penalty Namungo SC, ufafanuzi utaendelea kutolewa apitia kumbukumbu hapa wa Kibailo moja, tuone kwanza penalti hiyo. Kibailo ile goalkeeper anaitoa nikona, acheza maridadi Jacob Olonje, penalti ile anaitoa nje, ingia kwenye dakika 18 ile mbana na Makenzi Ramadhani, ini mkwaju wako wa penalti sani Kibailo, goalkeeper aliuona vyema Jacob Olonje. Bunda anaizungusha ndani kule, chasa golikipa anapangua, bado ingiza tena ndani kule, anaweka ndani ya nyavu! Wanatangulia Namungo Medie Kagere, Medie Kagere kwenye muda usiozidi dakika nane. Lianza kuona fupi ile, Kabunda Hassan akaizungusha ndani kule, karuka kichwa kwa mara ya kwanza ile, Kagere ikapanguliwa, lakini kwa mara ya pili akauweka kwenye nyavu akuwatanguliza Namungo, kwanza moja chini huku, lakini nauwahi kule. Medie Kagere pembeni, sasa wanakimbizana, atamzidi mbio, bado anamsubiri Kagere, cheza na Naji Musa, weka kwenye njia ndani huku, nafasi kwa Jojo, cheza kulikipa, anapangua. Kagere chuma cha pili ma cha pili anakiweka hapa, Medie Kagere. Ken Gold mchezo uliopita, raundi ya 29, alipoteza kwa magoli matano dhidi ya Simba. Hapo ana shughuli nyingine ya kufanya kisha apotezi kwa magoli mengi, lakini mpaka sasa dakika 31 sha ruhusu magoli mawili Najim Musa anaweka kwenye njia kule, kumtafuta abatiza ile, Hassan kibailo, mpira ukienda nje ni kona. Kaenda kupiga Isa Abu Shehe, tumbukiza ndani huku, piga na goli la tatu Hassan Kabunda wa timu ya Namungo, ikiwa ni goli la tatu juu wote, lakini hakuna aliyeweza kufikia mpira ule na ukafika moja kwa moja kwenye mguu wa Hassan Kabunda na kumalizia kuweka kwenye nyavu kwa dakika 40. Hizi za mpira ule ndani Anthony Mlingo. Kabunda kaiweka tena kwa Mlingo Foul. maya mpira mkali wa hizi kazi ambaye anajua kuzipiga friki kisawasawa. Erasto Nyoni ni moja kati ya ambao ni wataalamu sana wa mipira iliyokufa. Nilikuambia ni mkali wa hizi kazi, moja kwa moja kwenye nyavu. Chinja maridadi sana pale, unadaka. Unawezaje soka jukuta, unavunja mbavu bado na familia na kipindi hiki cha usajili. Magoli manne kwa Namungo, lima anazidi kuwa mrefu kwa Omari Kapilima. Hasan Kibailo za ndani, piga shuti la mbali lile, bonge ya goli linafungwa hapo kwenye uwanja wa Majaliwa. Shuti la moja kwa moja la Saleh Karabaka, goli lake la pili tangu amekuja Namungo huku kwa mkopo, chashuti kwa gula kushoto, lakenda moja kwa moja nyavuni.